Naam, karibu katika kipindi chetu cha uh, The Iron Lady. Leo katika kipindi chetu uh, tutazungumzia masuala mazima ya habari, na ndani ya studio zetu za Daily News Digital tuko na mkurugenzi wa chama cha waandishi wa habari wanawake, na huyu si mwingine ni Dr. Rose Reuben karibuni. Mimi sio tu mdau wa habari, mimi ni mwandishi wa habari hmm. Ni mwandishi wa habari ambaye nilitumika kwa zaidi ya miaka kumi na tano katika uandishi wa habari, yani ule wa moja kwa moja kutoka uh, chumba cha habari hmm. ama studio, na hayo ndio yalikuwa maisha yangu hmm. Baada ya hiyo miaka kumi na nane nikaona kwamba inafaa niendeleze nijiendeleze, wanaita career development, aha, hapo <laughs> basi, nikawa nimejiendeleza na kuona kwamba kumbe naweza nikafanya vitu vingine, kwa mfano kuandika maandiko mm -hmm. ya miradi, lakini pia kuandika kusimamia miradi hivyo na kuandika ripoti. Kwa hiyo nikaondoa uandishi wangu kwenye ile ya kwenda kuripoti asubuhi, mchana, jioni kwenda sasa kuingia kwenye kujifunza kuandika maandiko hmm. ya miradi lakini pia na ripoti, kusimamia miradi, na pia kuwafundisha waandishi wa habari wa changa namna nzuri ya kuwa weledi katika uandishi wa habari hmm. kwa hiyo niliona zaidi kwamba pia nitumie taaluma nilionayo sasa kuiweka kwa waandishi, kwa wadogo wadogo. Kwa hiyo hmm. nimefanya training nyingi, mafunzo mengi kwa waandishi wa habari kwa kuwasimamia mmoja mmoja ama kama kundi uh, kwa nikishirikiana ni na mashirika tofauti ya kitaifa na kimataifa mm. Na zaidi ya hapo pia nikawa nimeandika na miradi pia ambayo nilianza ni kusimamia kwa kutoa miradi nikiwa shirika la TMF Tanzania Media Fund wakati huo, lakini pia nikaendelea na kazi zangu, kisha nikaja TAMWA ambako TAMWA ni kusimamia miradi, kuandika maandiko ya miradi, lakini pia kuandika na habari zenyewe na kuwafunza sasa waandishi wa habari waweze kuandika kwa weledi uh, na kusimama katika taaluma. Okay. Na labda kitu gani kilikufanya wewe mpaka ukasema kwamba mimi napenda uh, kuwa mwandishi wa habari? Uh, kupenda kuwa mwandishi wa habari ni kitu ambacho kiliota kwangu nikiwa mdogo ambapo nilikuwa nasikiliza redio, nasoma magazeti ambayo yalikuwa yanaletwa nyumbani. Kwa hiyo nikawa naona pia waandishi wa habari wanakuwa wanaandika wa, wa wanaisaidia jamii kujua mambo fulani fulani. Na mimi nikiwa na ari ya kutaka jamii iweze kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika maeneo yao, nikaona kwamba shughuli pekee ambayo ningeweza kufanya ilikuwa ni uandishi wa habari. Nilipata fursa ya kuweza kupata taaluma nyingine, kwa mfano kama uh, uh, masuala ya ya uongozi HR Ndeo. Lakini niliona kwamba hapana, kuwa kwa kusimamia tu rasilimali watu katika kampuni mm. ni watu wachache. Embu ngoje niende kwa kwa uandishi wa habari ambako nakutana na makundi mbalimbali mbali, na watu mbalimbali mbali, na naandika mambo mbalimbali mbali mbali ambayo yanawafikia wengi kama mtu mmoja kama jamii na kama taifa kama ulimwengu. Kwa hiyo nikaona taaluma ya habari ni jambo zuri zaidi. Kwa hiyo nilivyoingia huku kwenye uandishi wa habari nikaamua kujikita hapo na siku zote nimekuwa nikijaribu kufanya vizuri zaidi ya jana, na hata sasa natamani nifanye vizuri <laughs> zaidi ya jana. Na labda kwa uzoefu wako, tofauti ya uandishi wa habari wa zamani ulipoingia na sasa hivi labda uko vipi? Uandishi wa habari wa zamani ukiniuliza mimi, hauna tofauti na uandishi wa habari wa sasa mm kinachotakiwa ni kuongeza ubunifu kulingana na wakati. Okay. Unajua uandishi ni sanaa. Na sanaa ni lazima iendane na wakati, iendane na mazingira, iendane na uhitaji wa jamii. Yeah. Iandane na ukuaji wa teknolojia. Kwa hiyo uandishi ule ule wa zamani unaweza sasa kwa ubunifu ukauingiza katika uandishi wa sasa, yani kulingana na mahitaji ya sasa ya, ya watu. Unaweza ukaupeleka kwa mfano kama ninyi ambapo mnaenda digitali sasa hivi. Mnaenda digitali kwa sababu uh, wasomaji wengi wa magazeti ya TSN wanataka kusoma na kusikia. Na kuna kitu sasa hivi tunakiita multimedia okay. Yani hu, unaweza ukaandika si tu uh, kuandika kwa kwa, kwa magazeti yani print um, lakini unaweza ukachanganya tu kwa kitaalam tunaita print uh, tunaita electronic tunaita photojournalism vyote okay. Unaweza ukavichanganya pamoja, unaweza ukachanganya uh, video okay. Na pia ukachanganya na sauti okay. Ehe, katika habari moja okay. Maana yake sasa hapa tumeingia katika ulimwengu ambao unatuhitaji tusi na, na uhitaji wa walaji wetu wa habari wanahitaji kuona vitu tofauti tofauti wanapoangalia habari, hawachoki eh? Was, walaji wa habari wa sasa ni wale wanaochoka haraka, hataweza kusoma makala ya kurasa mbili tatu nne, anataka angalau waone uh, video kidogo, asikie sauti kidogo, asome mao, ma, ma maneno na kisha anataka pia aone picha. Kwa hiyo inapokuwa ni multimedia story inamsaidia hata msimliaji wa habari kufikisha ujumbe kwa ubunifu zaidi, yaani hafungwi kwamba mimi ni wa magazeti, kwa hiyo ninachotaka ni kuandika tu habari ya kimagazeti, au mimi ni wa ni wa runinga, kwa hiyo natakiwa tu ni, niandike habari ambayo ni ya kiruninga. Huyu sasa anaweza akachanganya vyote kwa hiyo ni ubunifu. Unaona, ubunifu habari ni ile ile, walaji wametofautiana labda kwa umri tu, lakini walaji pia ni wale wale, isipokuwa sasa tumeona ni namna gani walaji wanaweza wakapata habari hii kwa wepesi na kwa furaha zaidi okay, na tukija uh, katika hili swala la uh, kuelekea uh, kutoa hizi tuzo za, za Samia Kalamu Awards nyinyi mkiwa kama wadau wakuu katika maandalizi ikishirikiana na Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Labda kwa nini mliamua kuja na, e, na, lada, na, na hiki kitu? Uh, tuliamua kuja na hiki kitu baada ya kutafakari hali halisi ya uandishi wa habari ambayo ilikuwa inaendelea hapa Tanzania mm-hmm. ambako unakuta um, waandishi wa habari ni kama vile walikuwa wameshaanza kuchoka ama wengine wanakutwa na sintofahamu kutokana na mahali waliko na mazingira waliopo. Kwa hiyo tulianza na mafunzo ambayo yalifanyika mwaka jana mm. katika zoni kumi na moja nchi nzima, nikimaanisha Tanzania bara na Zanzibar, ambako hapa tulikuwa tunakutana na waandishi wa habari, wahariri, mameneja, watangazaji, wanaotengeneza maudhui ya mtandani mtandaoni, wahadhiri wa vioni, lakini pia na wamiliki wa vyombo vya habari tulipata nafasi ya kukutana nao na ni siwasahau mameneja. Mm, yeah. Aha. Haya makundi sasa tukawa tumeyawekea masomo na masomo yalikuwa ni saba, ambayo kulikuwa kuna hali ya uchumi katika vyombo vya habari, ubunifu, namna nzuri ya kutengeneza maudhui, hasa maudhui ya ndani, lakini tulikuwa tuna uzalendo ambao ulikuwa unaangalia uh, uzalendo kwa mwandishi wa habari, namna ambavyo anaweza akaandika habari ikaleta matokeo kwa jamii inayomzunguka yeah. badala ya kuararua wanajamii wanaomzunguka mm lakini pia uh, tulikuwa tuna somo la teknolojia ambapo tulikuwa tunaangalia uh, akili unde wengine yeah. Wanaita akili bandia wengine wanaita akili, akili mnemba artificial intelligence mm. mm. Kwa hiyo tuliona kwamba haya ni masomo muhimu ambayo yanawafaa waandishi wa habari wa kipindi hiki, ili waweze kutoka pale walipokuwa wamekwama, ama waongeze pale ambapo walikuwa wameshaanza kujifunza, kwa wale ambao walikuwa wameshaanza kupata hizo fursa na kuanza kuandika nia ilikuwa ni kuongeza maudhui ya ndani. Unajua, Tanzania ni nchi kubwa kijiografia. Tanzania ina vitu vingi sana vya kuandika kama mwandishi wa habari, lakini pia Tanzania inapaswa kujulikana nje ya ya mipaka yake, na si tu Tanzania, Tanzania kama nchi, hata mimi na wewe tunapaswa kujulikana nje ya nchi, yaani tujikute kwamba tunaandika kwa namna kwamba tutapata wakina Kulthum wanashindana kimataifa mm. na wanashi, wanaposhindana kimataifa wanashinda mm. Eh? Mm. Na, na hizi habari zitapatikanaje endapo haziko kwenye magazeti, haziko kwenye runinga, haziko kwenye mitandao? Ule wivu wa Kitanzania umwingie mwandishi wa habari ya kwamba ninahitaji kuliona taifa langu limevuka mipaka ninahitaji kuona vitu vilivyomo ndani ya nchi yangu vimevuka mipaka. Ni watu wanaoangalia labda um, kusema labda kilimo na mazao, kuna mazao mengi yanastawi Tanzania, eh? Kuna wanaoangalia madini, kuna wanaoangalia utalii, lakini kuna wanaoangalia hali ya watoto na elimu, uwekezaji, eh, uchumi unavyokuwa. Kwa hiyo hizi habari tuzionye, tuzione kwenye magazeti yetu, tuzione kwenye runinga zetu, kwenye redio zetu, kwenye habari zetu, kwenye mitandao yetu. Zitakapoonekana sasa, maana yake hata watu ambao wako bara la mbali, Afrika kwa mfano, wakiingia mitandaoni wataiona Tanzania. Kwa hiyo huwezi ukafika kule alafu unaulizwa where are you coming from na how are you wanajiuliza, where is that Tanzania? Wengine hawajui, wanadhani labda tunaishi kwenye Mars, kwenye sayari nyingine, kumbe tunaishi tu hapa duniani na ni Afrika Mashariki. Kwani Dokta, zamani kulikuwa hakuna hizo story hizostazilikuwepo ama, ama ni... mm. Zilikuwepo lakini kulingana na hali ya sasa hapo mm. zamani tulikuwa hatutumii akili unde akili mm. mnemba hii akili mm. artificial intelligence yeah. Ni kitu ambacho kimekuja mm. Mwandishi wa habari asipojua kwamba naweza nikatuma habari nikarahisisha, nika, nika maisha ya waandishi habari kwa kutumia akili bandia, basi atakuwa amepitwa na wakati. Mm. Mwandishi wa habari asipotaka kujua, asipojua kwamba hata simu yake tu aliyokuwa nayo, anaponunua simu anatakiwa aangalie, uh, zile features za simu ili iweze kumsaidia kutengeneza story ambayo ni multimedia story, atakuwa amepitwa na wakati. Sasa, kwa nini kama tuna waandishi wa habari ambao tunaona hili ni ombwe, ukumbuke mm. <laughs> Ehe, ukumbuke kwamba mwaka jana ndio ehe TAMWA ta mimi nilikuwa mmoja kati ya wajumbe wa ile Uh, kamati ya rais, okay. Ya, ya waziri wa habari kuhusiana na masuala ya uchumi wa vyombo vya habari okay. Na katika ule utafiti ulionyesha kuna maombwe mengi kuanzia kipato kwa waandishi wa habari, elimu kwa waandishi wa habari, lakini pia na vitendea kazi, lakini pia hata ule uelewa wenyewe wa dunia inaenda wapi katika habari. Hayo ni mambo ambayo yalionekana katika tafiti. Kwa hiyo wakati tunatafakari ile ile um, ile ripoti Ah, tukakuta kwamba na wenzetu TCRA na wenyewe kwa sababu wao ndio wanaosimamia masuala ya maudhui hasa katika vyombo vya habari vya kielektroniki walikuwa pia na wazo la kuona kwamba, ah, kuna tatizo lakini, hili tatizo tunalikwamuaje? Kwa hiyo katika tunaita networking. Networking. Katika networking, kati ya TAMWA na TCRA tukakaa chini tukaona kuna wazo ambalo tunaweza tukaliweka pamoja na kwa vile vyanzo vya mapato kidogo tulivyokuwa navyo, kwa hiyo tukaendesha haya mafunzo ambako tulifikia waandishi uh, wa yani, habari yani, wanahabari niseme, ili kundi zima ambalo nimelitaja la mameneja, wahariri, waandishi wa habari, watangazaji, wanaotengeneza maudhui ya mtandaoni pamoja na wamiliki wa vyombo vya habari na wahadhiri elfu mbili na hamsini na nne hmm, kwa Tanzania nzima hmm. Tulipomaliza wa, waandishi kila kituo tulichoenda, waandishi wa habari walionekana kuwa na ari kubwa. Kwa hiyo wakawa wamejua umuhimu wa kuandika habari zinazoweza kuitangaza Tanzania. Kumbe uh, sisi wanataaluma wa kihabari tuna tunayo nafasi kubwa ya kuitangaza Tanzania ya kuitangaza jamii yetu ya kutangaza mila na desturi zetu eh. Usione jamii ikianza kulalamika kwamba ah, kuna mila na desturi zinaingia ambazo si za Kitanzania, maadili yanashuka. Wanahabari tunayo a, nafasi kubwa ya kutengeneza mambo na wanajamii wetu wasilalamike, kwa kutangaza mila zetu na desturi zetu, na kwa kukemea vitu ambavyo vinapaswa kukemewa. Ehe, kwa hiyo Uh, ikawa kwamba sasa tumemaliza mafunzo kwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne, nini kifuata? Hmm, kinachofuata ili kuleta ari kwa waandishi wa habari kuanza kushindana sasa, kufanya kufanya mambo mazuri ambayo yanaelekeana ya na, ma, na mafunzo yale ya maendeleo ambayo tuliaita mafunzo ya maendeleo. Hmm, tukasema kwamba ni bora tuwe na tuzo. Hmm, sawa. Tukaweka timu ya kuweza kubuni jina la tuzo yetu itweje? Timu yetu ikaja na majina mbalimbali ehe, lakini tukaona kwamba ah, kwa awamu hii basi tuite Samia Kalamu Award ehe. Kwa hiyo hii Samia Kalamu Award ilikuja kwanza na ina vigezo vyake nyuma kwanza ni kwamba huyu ni rais mwanamke ambaye ametengeneza historia ya Tanzania si, yaani mm. Kama tunasema tuna baba wa taifa ambaye ni Mwalimu Nyerere mm. Manake hata baada ya miaka mia yeye bado ataendelea kuwa mama wa taifa, mama taifa la Tanzania nye. Kwa hiyo ina historia ndefu sawa sana na uandishi wa habari ulivyo na mm. historia ndefu kwa hiyo jopo uh, zima likaona kwamba Samia Kalamu Award ina vigezo vingi na ndiye yuko madarakani kwa hiyo pengine sasa kuonyesha kwamba na taaluma ya habari imepata historia ya kuwa na mwanamke madarakani ambaye ni rais, ni rais basi tuite Samia Kalamu Awadi. Kwa hiyo hivyo ndio tukaona kwamba tuwe na Samia Kalamu Awadi, na tumefanya maandalizi ya kuweza kuifanya hiyo Samia Kalamu Awadi hafla yake ambayo ili, mm, mchanganuo ulianza kwa kuanza kuitangaza na waandishi wakaleta maandiko yao. Tulipokea maandiko karibu elfu moja na mia nane na tano hmm, kama sikosei. Yale maandiko yanakuwa mengi kwa sababu kutoka kwa waandishi wa habari kama mia saba na thelathini na nane kwa sababu mwandishi alikuwa analeta maandiko tofauti tofauti anayodhani anaweza akayashindanisha, hmm. Na baada ya hapo likakaa jopo la majaji waka angalia zile habari wakazisikiliza wakazisoma kwa kina. Baada ya hapo walipopata washindi wakawatangaza. Walipowatangaza wale washindi hatua ya pili ni kupelekwa kwa wananchi ambao ni walaji wa habari, ambao wamekuwa wakichoka kusoma habari zetu mpaka kuanza kusoma tu vibonzo na kuishi kwa vibonzo <laughs> vibonzo na vikatuni <laughs> na vikatuni na vihabari visivyo vyepesi vyepesi. Kwa hiyo, kwa nini, kwa nini tusi tukaona, kwa nini tusizipelekee walaji wenyewe, ili tuone ni kweli wanafurahishwa na vibonzo peke yake, ama wanaweza kupiga kura. Kwa hiyo habari zimepigiwa kura na habari zimeshinda, tena si kigezo kimoja wala si vitano wala si kumi, vigezo vya kutosha vya kitaaluma, vya kitaaluma na baada ya zile habari kupita kwenye hivyo vigezo kadhaa vya kitaaluma hmm. Ndio ikapelekwa sasa, haya umeshashinda, na hii habari vimepita vigezo vyote okay. Ama kumi na nne vimepita, umekosa labda viwili vitatu peke yake. Kwa hiyo sasa, ingia mtaani na habari yako okay. Wananchi waseme kwamba hii habari wameifurahia, imejibu maswali yao au, au vipi? Na surprise iko tarehe ishirini na tisa mwezi wa nne. Uh, pale ukumbi wa Mabele uh, uh, Mabeyo Complex jiji la Dodoma, ambako sasa tutawafahamu washindi wa zile tuzo, watapata tuzo, watapata zawadi, watapata na vitendea kazi, kazi na hmm, vile vile na cheti cha kuonyesha, okay, kwamba hao wamekuwa washindi uh, waandishi mahiri, na hii nia ni kuwatia shime waandishi wa habari, kwanza waone kwamba kazi yao ni ya thamani. Unajua, utakubaliana na mimi <laughs> Hii kazi ni ngumu <laughs> kweli kabisa eh. <laughs> kazi ya uandishi wa habari ni kazi ngumu, ni kazi ambayo inaweza ikamfikisha mwandishi wa habari akachoka. Eh, anafika mahali anasema bas eh, eh, anachoka kwa mm, Kiingereza anasema anapata burnout burnout. <laughs> yes, ana burnout kwa hiyo anapo burnout, hawezi tena kuandika kwa weledi, akili oh, haifanyi kazi mm, uh, hawezi kwenda mbele, hawezi kurudi nyuma Okay, na ndio okay. Kazi aliyokuwa nayo mkononi lakini akiinuka mtu na kumwambia, unachokifanya ni cha thamani, no. Unachokifanya ni kizuri mm. Nimeona thamani yako mm. eh? Okay. Nimeona thamani yako huyu mwandishi ataanza kukimbia tena alafu na hicho ndio kitu ambacho anakikosa mm -hmm. Ambacho mm. anakikosa so, unaona we mwenyewe mm. unakubaliana hicho mm. ndio kitu kinachokosekana kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo akitokea mtu kwa kuonyesha kwamba tunathamini kazi yako. Eh, hata aliyeshindwa atasema ha, kama kumekuwa kuna kuthaminiwa, basi na mimi ngoja nifanye kazi yangu vizuri, basi na mimi kulingana na mafunzo niliyofundishwa, ngoja niendelee kuangalia fursa mbalimbali za uandishi wa habari ambazo zipo, ambazo kwa kutokana na ile burnout, alikuwa anashindwa kuziona. Okay. Sasa, mbali na wewe kuwa mdau wa habari, lakini pia ni mwanaharakati, katika tunzo hizi mmezingatia jinsia kidogo jinsia lazima tuzingatie. Mezingatia, tumezingatia na kipengele cha jinsia kina kina habari zake kabisa okay, na tuzo zake ambazo zitatolewa na, na na wizara ya ya jinsia mm, ehe, kwa hiyo ambayo kati kwenye wizara za kidani zile tuzo za kisekta kwa hiyo kuna tuzo ya jinsia okay, ambazo zitatolewa na jinsia. Tuliwahamasisha wanawake na wanaume waandishi wa habari waweze kuandika habari na kimsingi kabisa pia kingine tulichokuwa tunakiangalia ni namna ambavyo um, wanawahusisha watu watoa habari mm, vyanzo vya habari. Je, wao wenyewe waandishi wa, wenye wa habari wanaangalia jinsia? Je, wanadhani jinsia ni jambo la muhimu? Mm. unajua hii wanaharakati wa masuala ya jinsia sio suala la TAMWA peke yake mm. Ni suala la kijamii ni suala la kitaifa, ni suala la kimataifa na linatambuliwa mpaka na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kama nchi, kama wanataaluma waandishi wa habari, ni muhimu sana tukajua kwamba usawa wa jinsia ndani ya maeneo ya kazi, nje ya maeneo ya kazi, katika jamii, namna ya kuweza kugawanya uchumi kwa wanajamii, namna ya kuweza kupata huduma za kijamii, lazima suala la kijamii la kijinsia liweze kuangaliwa. Okay. Naam, kabisa sasa, tukija kuangalia e, oh, nini sasa uh, mpango wenu kuziendeleza hizi tuzo za maendeleo ama ndo basi? Ah, jibu la kwamba kuziendeleza hizi tuzo ama basi litatokea pale tarehe ishirini na tisa mwezi wa nne ambako sasa wanahabari wenyewe wamependa wanaofanyiwa hiki kitu e, wamekifurahia, wamekiona ni chao e, ni chao na ni kitu cha thamani. Kwa hiyo sasa hivi sisi tumeanza kwa nafasi yetu na tunali, tunautupa mpira kwa wanahabari. Kwa mfano kama hivi leo umekuja kwa ajili ya kuulizia na kuzi, kuendelea kumwelimisha msikilizaji mm. wa uh, Daily News Digital mm. uh, kuhusiana na masuala ya tuzo lakini pia na masuala ya ya, ya wanawake yani hmm. kama mimi kama mtaalamu wa mambo ya habari katika vyombo vya habari katika chombo hiki cha habari basi hmm. tunaona kwamba kumbe mnakipenda na mnaipenda na kuna ile hmm. kuna kuna ile ari ya kwamba hata kama sasa hivi sijapata walau, mwakani na mimi nisogee. Kwa hiyo inshallah na nini, labda wito wako, tuombe tuombe dua ziongezeke kwa Nini, kwa wito wangu kwa wasikilizaji watazamaji wasomaji wa TSN Digital, ama Daily News Digital mm. kwanza waendelee kuangalia na kupita na kujifunza mambo mazuri ambayo yanatangazwa na chombo hiki lakini pia uh, walaji wa, wa habari wao wepesi katika kuwa vyanzo vya habari eh, lakini na kwa waandishi wa habari si tu wa Daily News ama wa TSN peke yao, waandishi mm -hmm. wa habari wote kwa ujumla wathamini tasnia yao, wathamini mm. taaluma yetu. Hii ni taaluma adhimu ambayo sio kila mtu anaiweza. Tena ni taaluma ambayo ina unewa onewa wivu mm, na watu wengine ehe. Kwa hiyo kama uh, tulivyofundishwa katika mafunzo yale ya kwamba si tu A kuangalia brandi ya nchi lakini pia kuangalia brandi yetu personal brand namna tunavyojibeba kama waandishi wa habari namna tunavyoibeba tasnia yetu tuibebe kitaaluma eh? tuibebe kitaaluma tuibebe kwa uzito na sisi pia tujibebe kwa uzito sio tujibebe kwa mambo mepesi mepesi na kujishushia heshima zetu kiasi kwamba hatui tena muhimili wa nne wa wa, wa dola bali, mm-hmm, tunaondoka kabisa katika muhimili. Kwa hiyo tujiinue, turudi pale ambako sisi ni muhimili wa nne wa dola, okay. Bila shaka umeweza kumsikia Dk. Rose Reuben, mkurugenzi wa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania, TAMWA, akitupitisha kidogo katika masuala ya habari na hizi tuzo tunazozitarajia kutolewa za Samia Kalamu Awards ikubwa waandishi wa habari, umeambiwa kwamba thamini kazi yako, heshimu taaluma yako, na pia penda kazi yako, ili uweze kufanikisha malengo ya kutetea jamii yako na kuiwakilisha vyema Tanzania. Mimi sina la ziada, naitwa Kulthum Ally, nasema tukutane wiki ijayo katika kipindi kingine cha The Iron Lady.